itatumia teknolojia za kisasa kukamilisha uchunguzi wa kifo cha mbunge wa zamani wa Lugari Cyrus Jirongo. Naibu inspekta wa polisi Gilbert Masengeli ametoa hakikisho hili huku wanasiasa waliozungumza kwenye ibada yake ya wafu huko Kitale wakitaka uchunguzi zaidi kufanywa. Mwili wa marehemu Jirongo umesafirishwa hadi nyumbani kwao Lumakanda ambapo atazikwa hapo kesho, kama anavyotuarifu Collins Shitiabai. Wakati wa ibada ya pili ya wakfu kwa marehemu Cyrus Jirongo nyumbani kwake maili saba Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, wito wa uchunguzi kuhusiana na kifo cha mbunge huyo wa zamani uliendelea. Kuna wachunguzi wa kibinafsi ambao nilikuwa naona ripoti yao jana usiku, wanasema pia gari hilo lilipoonekana kwenye vyombo vya CCTV kule Naivasha lilikuwa na watu wawili wameketi mbele nyuso hazionekani lakini, linaonyesha kuna watu wawili wameka, so hakuwa peke yake. So mbona kwa ajali ambayo inasemekana ikaja, alikuwa peke yake? Ukiona watu wanaenda mpaka wanasema watatoa tochi ati sasa, wanafikiri polisi wameshindwa na kazi hadharani. Sisi kama serikali, we will do the needful to investigate and the forensic investigation is already on

University Students Association. Na ukiwa university wakati Cyrus, mulikuwa munajua tunaenda kufanya nini? Huyu mwenda zake aliongolea umoja kwa mazishi ya pokesho. Collins Shitiabai, Runinga ya Citizen, County ya Trans Nzoia.